Siri za kuanzisha mawasiliano yatakayokuletea mahusiano, urafiki na fursa za kazi. Karibu kwenye Mwangaza wa maisha. Je, umewahi kukutana na mtu na ukashindwa kuanzisha mazungumzo? Je, unataka kujua siri za kujenga mawasiliano ambayo yanafungua milango ya urafiki, mapenzi na hata kazi? Leo tutazungumzia namna ya kuanzisha mawasiliano yanayobadilisha maisha. Pointi ya kwanza: Tabasamu na lugha ya mwili. Mara ya kwanza, kabla hujasema neno lolote, watu wanakusoma kupitia mwonekano wako. Tabasamu la dhati huondoa ukuta. Simama wima, macho yako yakutane na ya mtu kwa heshima. Usionekane mkali au mwenye presha. Lugha ya mwili yenye urafiki husema niko salama, unaweza kuni approach. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya kuanzisha mawasiliano. Pointi ya pili, tafuta njia ya kawaida Unapokutana na mtu, tafuta kitu mnachoshirikiana. Angalia mazingira: kile kitabu ulichoshika ni kizuri, umekisoma mara ngapi? Angalia tukio: kongamano hili limekuwa na elimu kubwa kweli. Angalia kitu kidogo cha kumpongeza: nimependa namna ulivyoeleza hoja pale. Siri ni hii: usiingie kwa maswali mazito mara moja, anza na sehemu ya kawaida inayojenga daraja. Ponti ya tatu. Sikiliza zaidi kuliko unavyoongea. Mawasiliano bora hayahusu wewe pekee, bali yule unayoongea naye. Uliza maswali madogo, kisha nyamaza, usikilize. Toa ishara za kichwa au tabasamu kuonyesha unafuatilia. Usikate sentensi ili kuzungumzia wewe. Watu hukumbuka zaidi jinsi walivyohisi ulipowasikiliza kuliko maneno uliyosema. Urafiki wa kweli na mahusiano ya kudumu hujengwa juu ya uhalisia, si maigizo. Pointi ya tano: funga mazungumzo kwa njia yenye mstari wa baadaye. Baada ya mazungumzo mazuri, usiishie pale pale, toa ishara kuendelea mbele. Imefurahisha kuongea na wewe, tukipata nafasi ningependa tuendelee kujadili zaidi. Toa njia ya mawasiliano, namba, email au social media kwa staha. Ikiwa ni mazingira ya kikazi, taja jinsi mnaweza kushirikiana kwenye jambo hili: ninaona tunaweza kushirikiana kwenye jambo hili. Hii ndio hatua inayobadilisha mazungumzo ya kawaida kuwa connection ya kudumu. Mawasiliano bora yanaanza kwa tabasamu, yanajengwa kwa kusikiliza, na yanadumu kwa uhalisia. Kila urafiki mzuri, kila mapenzi yenye afya, na kila connection ya kikazi huanza na mawasiliano madogo yaliyo ya kweli. Asante kwa kutazama Mwangaza wa Maisha. Usisahau kusubscribe, kushiriki na kutoa maoni yako. Mwangaza wa Maisha, mwanga wako wa hekima na matumaini.